Kama ilivyokuwa kwenye tamthilia ya Kifo Kisimani iliyoandikwa na Profesa Kithaka wa Mberia Mwandishi Cleofas Malala amefuata mtindo huo unaomjumuisha Mtemi Bokono kusimamia uongozi wa kiimla. Katika muktasari wa tamthilia hiyo, Echoes of War inasimulia kuwa kuna uwiano wa asili kati ya heshima kwa wazee na huduma kwa vijana. Wale ambao ni wazee huleta uzoefu, huku vijana wakileta ubunifu. In the world. Waigizaji wa tamthilia hiyo wakipewa sifa zinazoashiria uongozi wao, kwa mfano Sultan ana sifa zote za nguvu na utajiri. Sultan ametajwa kama mtu mwenye mamlaka na udhibiti kamili wa uongozi. vi Leto, Runinga ya Citizen, Nairobi.